Regional ofasia na kanisa Mheshimiwa gavana, the family of the late John Jeroge Muhia akiwemo my sister Mheshimiwa Wanjiku, watu wetu wa Kipipiri. God is good all the time, and all the time geiaishiaoani yagsho Unajua, hii kuongea mwisho iko na hasara kubwa sana. Sasa unaongelesha watu kama wamecho choka. Sasa nilikuwa na, na maneno nataka kuongea na watu ya Nyandarua, lakini nitafupisha kwa sababu pia tunataka huyu mzee apumzishwe kabla jua kufika pahali hatutaki, lakini hata kama tumechelewa, Bishop, it's also okay. todo mutongoria na muthuri ara ri mutongoria dathika wori wa retelele ile miyake ogwo oro ko ile ogwo nanele ara ihano kihoto kwa ile kazi huyu mzee ambaye amefanya mheshimiwa Wanjiku maito and your family toka kumugiria maidori komo la pole for the loss of your father and your husband and the family Patrick familia ya muhe ya poleni sana wale wote wamesaidia hii familia pongezi that is our way as a people umwe witu agaana na maithori tukana ngashivu kumugiria maithori na nikio toka arothe marehete mahoya mushiyo yo ara marehete ru ko ara mushumari mmari ara mokite kuruta wira wa kuhariria kuhuru, kuhuru kwa muthuri yo kazi mingi sana ya kilimo kazi ya uongozi pia amelea watoto wake vizuri, amewasomesha. I did not have the privilege of meeting him, lakini kazi yake na uongozi wake nimeona through mheshimiwa Wanjikumuhea ado gima yumaako gima yumaako, huyu kiongozi wa Njikumuhea na mama, nataka niseme asante na kwa niaba ya mzee ni kuambia asante ithuwe ta nyumba ino nyumba yitu ya rurire tugucokeria ngatho na muthuri ucio hurukite ucio hurukite ni guciarana kurera muiritu uyu tondu uyu ni njamba yitu ya rurire <laughs> na ni arutite wira munene muno wa kurugama na andu a kipipiri kurugama na andu a nyandarua na kurugama na nyumba yitu korwo wa jikuni ni mundu ukwenda mbeca

on behalf of our community on behalf of the people of nyandarua for being steadfast and standing with your people and fighting for them and that is the way to go our mcs muendelee na mundu othe arugamite na ruriri riria mukavata jugeka undu ningauga niguo kaatiguanwaitues

ya kwamba hapa Nyandarwa, the the food basket of the country, pali iko viazi, karat, minji, kila kitu. Ati akina mama wanaambiwa na waheshimiwa ya kasongo waende na kiondo asubuhi, wa wapige laini, wagoje mheshimiwa kutoka saa mbili mpaka saa kumi, wapewe kilo moja ya bosho

Anaheshimiwa wa ametuaibisha sana, wamefanya Ruto atutharau kama jamii aheshimiwa ni matushonolithitie muno kwe Ruto tondu Ruto arauga ithue tutire kiene tuli andu akuri ati ithue twenda gokuhe irio cianda tuike uria arenda. Na mimi nashukuru sana watu ya Laikipia juzi pale Ngarwa, ngarwa saraitamarir wa waliambia hao wakuje wachukue Christmas. wakaenda kwake watu elfu tano. wakangoja Christmas. walifika saa moja wakakaa saa mbili saa tatu saa nne saa tano na pale hakuna choo hakuna uraino <laughs> watu elfu tano. It was a mess. ikafika saa saba hakuna lunch, hakuna chai PS Alikuja saa kumi. Four. Five thousand people, grown ups. Watu wako na watoto waze wa heshima. Wanangoja PS pale. Amefika. Kiuga ndo maara yani, araira ini. Oguhau lulu matokenyetie. Ati unagotirege igi araira ini.

mimi nilikaa na William Ruto nikamwambia, mimi kwa sababu hii watu wetu wa mlima walikuchagua, naona wamelemewa na pombe, nikubalie nipigane na hii pombe. Akasema endelea. Nikaweka mikakati. Nataka nishukuru County Assembly ya Nyandarwa. They were the first to harmonize the laws. Tukafunga factory zote zilikuwa zinaleta poison, tukaregulate drinking hours. We dealt with illicit alcohol at source. Hakuna haja ya kwenda kugojea pombe kwa barabara. Unaenda factory faxadina teganese fa unafunga. When William Ruto aliona tumefaulu. Watoto wameanza kuzaliwa. Vijana wamerudi kwa boma. gejegosamageatimiameenake fura na okama nyanekexa katego kawanad

He doesn't mean it. Tena kwa cabinet yake iko ministers wawili wanauza madawa ya kulevya, wa Kenya wanawajua. Sasa utamaliza madawa ya kulevya namna gani, na katika baraza la mawaziri, mawaziri wawili ni watu ya madawa ya kulevya. Hata nimeona mmoja anauzaga madawa akilalamika ati nisiseme Amerika ikujie, ile watu wako na shida hapa, kwa sababu anajua Amerika ile watu wanakujia; ni hiyo watu ya madawa

anasema ati tutaenda singapore please don't answer this singapore wai huwa kasogwa gohoro wa singapore ukagwana metheko ouguo tu tondu ieti maheni kati maheni e acha tufanya practice neguo nimogugwana metheko watu wa Kipipili, mnajua mimi William Ruto niliahidi nyinyi mambo mingi sana hapa Kipipili na Nyandarwa, nikaambia nitaweka nyinyi pesa kwa mfuko, lakini bado nikasema nitajenga barabara bado, nikasema mambo ya viazi nitatengeneza bado. Lakini nimeketi chini, nimepanga vizuri sana hiyo maneno yote nilitaka kufanya. Niko na mpango mpya ya kubadilisha Nyandarwa na Kipipili iwe Singapore. <laughs>

Nasema asante. Naomba hata kama nimechelewa kidogo nimechelewa kidogo, tafadhali watu ya Kipipiri, mniongeze miaka tano, nibadilishe Kipipiri ikuwe Singapore. <laughs> <laughs> Nimesikia mahubiri ya akilia hapa ya kwamba kwa shetani hakuna barabara, hakuna hakuna stima, hakuna maji. Nikimaliza mambo ya kubadilisha Kenya, nitaenda huko kwa shetani nibadilishe kwa shetani, kukuwe Singapore. Hiyo ndiyo dawa ya mudurku. Tu si na tusibishane na hii mtu kwa sababu ni huo kati huo. Finally niseme sisi hatuna shida na mtu yeyote. Mimi nimeongea juzi ya kwamba iko mall iko isili ambaye ndio inatumika kuleta mchele kuangamiza wakulima Mwea. Nimeona wajumbe wamekutana kusema ati mimi nimeingilia hiyo mall. Mimi sikutaja jina yake, sikuwa naijua, wenyewe ndio wanataja Sikujua mwenyewe, wenyewe ndio wanataja. Sikujua ametoka jamii gani, wenyewe ndio wanataja. The guilty are afraid. Sisi hatuna shida na jamii ya Wasomali, mtu mmoja akiiba. The community of Somali is innocent. You leaders from the Somali community don't profile your community. Munaingiza community kwa shida ya mtu mmoja, kwa nini? I have tremendous respect for the Somali community. These are honorable people, very serious and honest businessmen. Lakini wanasiasa wanataka shida ya mfanyabiashara moja kwa sababu wanachukua pesa kwake waingize kwa, kwa, issue ya community. I don't think even the Americans have any problem with the community of the Somali people. But if you are one or two people wako na shida, don't drag the community into a personal problem ya mfanyabiashara. Mimi my interest ni wakulima ya Mwea wale ambaye wameangaishwa na huyo mfanyabiashara. Interest yangu ni wakulima wa sukari, wale wa western, ambaye analeta sukari duty free, alafu tunapata shida. Yes. Sukard, yes.

Wewe well, ndo kama kioni andu wanyadarwa no mbeca mendaga na mboco na mucere tuharirie mbeca cia kwigana ni tukarehe iti matimu matimu wega ni tukwihariria wega andu aitu ni tukwihariria na kairi tukabugabu tukiruba mukahoere kamuthigari kega muno karuriri kaati kega